Na mrengo wa chama cha ODM unaoegemea mwelekeo wa naibu wa chama hicho seneta Godfrey Osotsi pamoja na katibu mkuu Edwin Sifuna, umesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yoyote yatakayofanyika kati ya chama cha ODM na UDA hadi mkataba wa ajenda kumi uliotiwa saini kati ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga kutekelezwa kikamilifu. Wamefika katika uwanja wa michezo wa Busia mjini Busia kwa mbwembwe na mahanjam wakipokelewa na halaiki kubwa ya wakazi wa Busia waliokuwa wakiwasubiri. Wakionekana kusoma kutoka ukurasa mmoja, viongozi wa ODM wakiongozwa na katibu mkuu seneta Edwin Sifuna wa Nairobi, gavana wa Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, naibu kinara wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi miongoni mwa wengine wameweka bayana msimamo wao kuhusiana na ndoa kati ya ODM na UDA. Kwa hivyo sisi ni wale tunasema ya kwamba chama cha ODM kinatembea na watu ambao wana maadili ambayo inafanana na sisi. Hakuna siku baba angepiga kanisa tiagas bwana, haiwezekani. Haiwezekani. Atuzumuzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Kwenye mkutano huu, mjadala kuhusu mkataba wa maelewano kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga umetawala, viongozi hao wakisema wataidhinisha ushirikiano wa ODM na UDA iwapo tu mkataba huo utatekelezwa kikamilifu, wakisisitiza kuwa hautarefushwa. Kama mtu anaota, kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba. Lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba before you can discuss with ODM tell them what you did with Mumias and Nzoia Sugar. Kinara wa chama hicho Daktari Oburu Oginga pia amejipata kikangoni Matamshi yake ya chama cha ODM kutokuwa na mgombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao yakipuzuliwa mbali na viongozi hawa. Hakuna mtu atatulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliane nayo. ODM ndo lazima itengeze serikali na ODM lazima iwe na presidential candidate. Tunaambiwa ODM haiwezi pata rais awataki Tunaambiwa ODM haitaki deputy president. Wanatesema tu wale wadozi wazidi kukula kule juu. Mtakubali au mtakubali? Wangapi wamekataa hiyo mambo? Wameibua madai ya kunadiwa chama cha ODM na baadhi ya viongozi wa chama hicho wakitaka kongamano la kitaifa la chama hicho kuitwa. Mimi nataka kusema leo ni hii mmeona. Hapa ile ODM ingine imewekwa kwa mfuko na William Ruto. Wanafanya mikutano ndani ya hema, wanachukua vijana, wanawavalisha kofia ya ODM, wanasema delegates. Kati ya wale watu na hao ambao wamekaa hapa wangani, wanafanana Raila Odinga. Mkutano huu umefanyika licha ya tetesi kuwa viongozi hao wangepata wakati mgumu kuingia mjini Busia. Ni ikiwa katika uwanja wa michezo wa Busia, naitwa Jeremy Omondi. <tinyo>